Kwa nini waganga wanahusishwa kwenye ngoma za Kisukuma? Ah, waganga wanahusishwa kwa sababu kutoka enzi za mababu zetu. Eh, kuu inatambulika kwamba mganga ananyosha njia na anakukumbusha mila miat ni wasawa kupepeta kupepeta, tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta producer na wadau mbalimbali wa mziki wa asili wa mziki wa asili. Hapa utakutana na hey! Mwamba senior engineer hey, pata kiaya <laughs> hey, hey, hey, hey. Hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu. Kuna msanii wa ngoma za Kisukuma anakwenda kwa jina la Ndama Yape. Mambo vipi? Shwari, shwari, shwari. Habari vizuri, uko vizuri uko vizuri? Niko budi. Sasa hawa wana tutazama ili waweze kuamini kile ambacho nimewaambia kwamba wewe ni msanii wa ngoma za Kisukuma. Twende naye. Na amini loleholo shikoto kuigesha tufulae maisha Na amini loleholo shikoto kuigesha tufulahie maisha amateso na shida tuko vitaga loleholo shikogala vita

lisawelende nilizamza mmulimwene na buhangwa eh. E wokwe, bwana, huyu ni Ndama Yape kama ambavyo nimekujuza mwanzo, ni msanii mzuri kabisa wa ngoma za asili naamini umeziona voko pia, zimetulia kwa uzuri wa kupendeza mno. Itemo Itemo ndo jina langu, niko na mwamba Ndama Yape, tuko tunashare mastori mawili matatu kuhusiana na ngoma zetu za Kisukuma. Kwa nini waganga wanahusishwa kwenye ngoma za Kisukuma? Ah, waganga wanahusishwa kwa sababu toka enzi za mababu zetu ikuwa eh, inatambulika kwamba mganga ananyosha njia na anakukumbusha mila yako ulikotoka, kwa sababu tunasahau vitu fulani fulani ambavyo vinaweza vikafanya tuka, tukanyosha mambo yetu. Lakini mganga kwa msanii pia ni mtu ambaye anatoa mwongozo eh, maana wao wanalala na, na anaota kipi ambacho kinatendeka kesho. Na mganga ana thamani, ila kuna watu hawajui thamani ya mganga. Uh, unataka kuniambia kwamba uh, hatuwezi kupata msanii bila mganga? Unaweza kupata msanii bila mganga kwa sababu kile ni kipaji cha mtu binafsi. Sasa mganga uh, anahusishwa kwa sababu msanii anapotaka kutoka kwenda show Naam. kuna sehemu ambazo unaweza ukaenda show, show zako zikao zinagoma, unakomea komea elfu kumi na unyimbo unaimba kabisa tena kali ile, unakomea elfu kumi elfu tano na watu nyimbo wanazisikiliza mtaani lakini kumbe mganga kuna sehemu ambayo anakukumbusha kwamba kuna sehemu ambayo ulisahau, ulitakiwa upanyoshe. Pengine unaweza kambia kwenda kufagia tu kwenye makaburi ya babu yako, kwenda kufagia na, na ukaomba, babu, nyinyi mlikuwa ni mamalenga wa ngoma za jadi, hamkuwahi kushindwa, nyinyi mlikumbuka mila na desturi asili yetu. Sisi kwa hiyo unafagia pale, unaenda kupiga kasho, unashangaa kashoka nang'aa. Wewe una mganga au hauna mganga? Mimi mwenyewe mganga na mganga ninaye, pia kuwa mganga na mganga ni naye, namaanisha mimi nimeamua kuifata mila na desturi yetu, kwa sababu mimi nitoka kwenye chimbuko la machifu yani la watemi wa zamani. Sawa, maprodusa wanahusikaji kwenye kumfanya msanii awake kwenye game, au awe chini kwenye game. Producer na msikaji kwenye kumfanya msanii awe maarufu. Producer yaani, naweza kusema mimi kwa binafsi. Producer ni msanii mwenyewe anayeimba. Producer yeye anapiga muziki kutokana na wewe msanii unapoimba. Ndipo kuni yani, kuniweka sawa kwamba producer hahusiki kwenye kumtoa msanii. Yaani producer hahusiki kumtoa msanii. Msanii anajitoa mwenyewe kutokana na nyimbo zake anazoimba zenye mashiko. na hama studio, kwa nini wasalimu, kwa nini wasalimu kwamba producer anazingua? Hapana, hama studio ni kutokana na msanii mwenyewe anataka akaimbie kwenye studio fulani. Kuna msemo ambapo msanii fulani alitoka, yaani ameshinda kuangalia kipaji chake, kwamba yeye, mimi ninaimba kweli na nyimbo inatoka, halafu ni nyota ya mtu kutoka. Msanii anaweza akaenda kwenye studio ambayo imeanza leo na akatoka kuhama studio ni yeah, kutokana na msanii mwenye anataka kaimbie kwenye studio fulani hiyo. Kuna msemo ambapo msanii fulani hatotoka yaani ameshinda mwangalia kipaji chake kwamba yeye mimi ninaimba kweli na nyimbo ninatoka, halafu ni nyota ya mtu kutoka. Msanii anaweza akaenda kwenye studio ambayo imeanza leo na akatoka, anatujuza producer hausiki kwenye kumtoa msanii, ila ni wewe msanii ambaye unatakiwa ujitafute na ujue ni wapi ukaimbe, na unaweza kadumu hapo hapo kwenye studio moja na ukafanya poa. Anasema ndama yape. Siamini sana kwenye hichi kitu kwa sababu wanahamahama huku, wanalalamika kwamba producer nazani wapigaji wa kinanda anahusikaje kwenye kumtoa msanii? Pigaji wa kinanda yeye anapiga kutokana na wewe msanii unayeimba, biti anayogonga producer, anagonga yeah, biti kutokana na ulivyoimba. Yaani, uki hata ukikohoa, producer anapiga kutokana na ulivyo kohoa. Unawaambiaje watazamaji ambao wanatufuatilia msa. Mimi nachowaambia tu waendelee kutusupport. Pia Waingie YouTube watafute nyimbo za Ndama Yake. Ni ngoma ngapi mpya ambazo zitakuwa hewani mwaka huu? Nataka nitambulishe ngoma moja ambayo ina ujumbe hasa, ila nategemea kuishuti baada ya miezi miwili. Unaweza kutuibia kipande kwenye hiyo ngoma hivyvuto dwavoshikwijia vile viashara nuduvutojivoshikwijiko vile nkatawa

sma ni wasawa kupepeta, kupepeta. Tuna wachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana, hey, na mwamba sini e, ya injinia <laughs> e, e. E, e, e. Hapa ni mwendo wa kuwa pepeta tu.